Viongozi wakuu na kamati kuu, tukasema hivi ili tuwajibike kwa watu, basi tukisababisha chama hiki kiendeshwe na watu, kiongozwe na watu, kiwe kwenye mikono ya watu, watu wawe na nguvu kwenye chama hiki. Na wangapi wamewahi kusikia tone tone nimo, tone tone nimo, uwanja mzima sema tone. Nilimsikia Amos Makalla akiongea mambo ya hovyo sana kuhusiana na michango ya Chadema ya tonetone tone. Amos Makalla, umeongea mambo ya hovyo sana na wapaswa kuwajibika na maneno yako ya hovyo uliyoyasema. Shame on you! Sisi tunamaanisha kufanya kazi hizi za mageuzi, kuiambia dunia habari kwamba wanachadema wanachangisha michango ili walete virusi e, vya mabak. Yale yalikuwa ni maneno ya hovyo, wakubwa zako au wewe mwenyewe, mjitafakari ndani ya siku saba, mlifute neno la hovyo hilo, vinginevyo tutakutangaza kuwa mtu wa hovyo wa taifa la Tanzania ambaye hajapata kutokea. Usirudie tena kuzungumza maneno ya hovyo ya kuwafanya Watanzania ni wajinga namna hii. Sasa hebu tumjibu huyu mtu wa hovyo kwa kusema tone tone nimo Sa